Uh, unasemaje una, una kuhusu swala la kukopeshana mtu mm. na mwenzake mm-hmm. yeah? Uh, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa tetesi zilizopo inasemekana kwamba ukimkopesha mkeo au mkeo, mm. mke akimkopesha mume mm. ile pesa bwana, yani bora uhesabie sadaka, kwa sababu hairudi kirahisi. mm-hmm. Yani sasa nataka nisikie, ni, ni, ni, ni mtazamo tu mm. mtazamo tu mm. kwamba wai, wai kwa nini natokea hivyo? Mbona tukikopa vikoba tunalipa tena tena, yani tunalipa bila kushurutishwa, tunalipa. Lakini mimi tumekubaliana, sizungumzia ni pesa ile ya kumpa sijui mkeo matumizi ah ah mm. azungumzia ile pesa amekwambia bana, mm. ni soti laki mbili umeona, na kurudishia ndani ya mm. wiki mm. Yaani, nikipata tu hela yangu na nakurudishia. Anapata hela na unajua, mpata hela lakini anikausha, kiukweli Irene eh. eh, <laughs> haikupaswa kuwa tatizo mm. haikupaswa kuwa tatizo swali. Swali la kujiuliza kwanza, kwa nini mtu anakopa? mm. ni kwa sababu ana matumizi makubwa au ana mahitaji makubwa kuliko uwezo wake wa mm. kiuchumi. Swali la pili la kujiuliza, anakopa ana ana uwezo kiasi gani wa kurudisha? mm -hmm. Sawa. mm -hmm. Watu wengi huwa wanakopa, lakini kiukweli namna ya kurudisha, lakini huyu ni mkeo. Aa, <laughs> ni tunaenda taratibu, ndio, ni mke wako tunazungumzia mke wako, aina shida mm -hmm. Kwa hivyo hayo ni mambo ya kuyaangalia kwamba, mm -hmm. kama anakukopa maanake tayari ana, ana operate nje ya kiwango cha bajeti ya maisha yake, jambo la kwanza mm -hmm. jambo la pili ana uwezo wa kulipa. sawa Jambo la tatu kukopana hakupaswi kuhusisha swala la hisia na mapenzi, mm. Kukopana ni jambo la kimkataba, yes. Sio swala la kimapenzi na kimahusiano, mm -hmm. Shida ni kwamba kwenye ndoa nyingi siku hizi kuna kitu unaita manipulation, yaani unacheza na akili ya mtu kwa ajili ya personal gain, kwa ajili ya manufaa binafsi, unajua. Mm -hmm. Nikimwambia naomba kwa ajili ya jambo fulani la hilo jambo hutaki ajue. Mm -hmm. Au atataka kujua na hutaki ajue, unaona, okay, ngoja nimwambie nikopeshe. mm -hmm. halafu tutacheza naye kwa sababu na mudu. mm -hmm. na akinilazimishia aki mm -hmm. unakuwa ugomvi, halafu akutakalika, afu ataizila hiyo hela afu, afu ndo imeisha hiyo. Usichojua ni kwamba michezo kama hiyo itakuingiza kwenye matatizo siku moja, kwamba unaweza ukawa na shida serious na mwenzi wako akawa mekulebo kama wewe ni mtu ambaye ukikopaga hurudishi alafu itakuja kukukost mm. Sasa mimi nisitoe jibu la moja kwa moja mm. Lakini katika maswala ya kukopeshana pesa mm -hmm. ndani ya mahusiano ni vizuri kila mmoja akamwelewa kwanza mwenzi wake ni mtu wa namna gani mm, kwenye, kwenye swala la hela mm. Tunajuana <laughs> tunajuana kabisa, tunajuana kwa. Kama wewe unajua huyu we mwenzi wangu ni mtu ambaye akisema nikopeshe, a ndio staili yake ya kuomba, sawa. Akiambia akikwambia nipe elfu laki mbili, mwambia laki mbili sina, lakini nakopesha elfu hamsini moyoni mwako we ashumu kwamba hiyo ni sadaka imetoa, eh, eh. Mm -hmm. lakini usiseme kwa usijizime usiji data kwamba anampa laki mbili atarudisha, utaleta tu mgogoro. Ok, lakini kama unaamini kwamba mwenzi wako ni mwaminifu katika hilo eneo mkopeshe. hmm. Lakini pia hata maandiko jamani, anasema msikopeshe <laughs> <laughs> yani, msikopeshe inasemaga usikopeshe. Wewe ukifanya fanya tu kama umetoa, hata kama ni kweli umemkopesha, lakini moyoni mwako hiyo hela itoe, kama unataka ku maintain amani na huyo mtu hmm. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana wakati mwingine akawa na uwezo wa kukulipa, hmm. au nia ya kukulipa akakosa uwezo wa kulipa au wakawa na uwezo wa kulipa akakosa nia ya kulipa, au kuna vitu vikatokea katika dakadireulia mm -hmm. Msije mkajikuta mkatengeneza mgogoro kwenye mm -hmm. familia e, lakini sasa hapo wameshindwa kulipa au au wamefanyaje, uwanashumu kwamba utamwelewa. Sasa sasa, kwa hiyo e, hasemi bwana e, nakumbuka ile e, e, lakini labda mambo mm -hmm. yangu moja mbili tatu mtu anaashumu tu kwamba kwa vile huyu ni mume wangu atanielewa aza anapaswa anapaswa kunielewa. Sasa ndugu watazamaji, naomba uwewe ambaye ni mkopaji kwa mwenzi wako, naomba nimsaidie kukujisi kumsemea hakuelewi. Kama ulisema unamkopa, basi fanya utaratibu umlipe pesa yake. otherwise, kama hujamlipa hako ni kadhambi kama dhambi zingine. Yani kama utaenda kwa Nabii ya kuombea madeni yako yafutwe, na hilo la mume wako au mke wako mm. na lenyewe linatakiwa lifutwe li, otherwise kama sio kufutwa, lilipwe. kwa nini Isari? Kwa sababu kama ungekuwa swala ni kutaka hela ungeomba hela Yeah. Kama angekunyima basi ulipaswa kumwelewa kwa kunyima, lakini swala yes. la wewe kumkopa mm. alafu ukatarajia atakuelewa kwa kuto kumrudishia wewe, na yeye wote mna matatizo. Usiniambie kwamba nilimkopa kwa, kwa sababu nilijua hato nipa, kwa hiyo nikamdanganya ili anipe, alafu anatakiwa kunielewa. mm. That is very unfair. yeah. Right. Yeah. Yeah. Sasa hivyo vitu vidogo vinatokeaga humo ndani alafu mtu anakuwa anakereka yani, mm, inaongeza friction mm, isiyokuwa na maana. Ya, ukweli mi nadhani swala la uaminifu ni swala ambalo linapaswa kuwa kila eneo, yani kama wewe ni mwaminifu tukuwa mwaminifu. Hata kama ni swala la mapenzi la ndoa la nini, kwa nini usilipe hiyo hela ili mwenzi wako ajue kwamba kwa wewe ni mwaminifu ni